Thomas aliangalia video zile kwa muda mrefu huku akisikiliza kwa makini maneno ambayo yalikuwa yanasikika kwenye video ile. Alimtazama mke mdogo akiwa kwa mganga na maneno ambayo alikuwa akiyasema. Nataka awe wangu milele. Asifikirie mwanamke mwingine hata mara moja. Na kila anayetaka kunitenganisha naye apotee. Thomas alishika kichwa na kuvuta pumzi ndefu, akajisemea, Mungu wangu, nimekuwa nikitafunwa polepole bila kujua. Nilijua mapenzi, kumbe ulikuwa mtego. Wakati Thomas akiwa chumbani, mke mdogo bado aliendelea kumwita huku akigonga mlango kwa wasiwasi, Thomas, mume wangu uko sawa? Haya alikuwa maneno ya mke mdogo. Thomas alikaa ndani kwa muda mrefu kisha akatoka akiwa amevaa shati na suruali. Alimtazama mke mdogo bila kusema lolote kisha akaelekea mlangoni. Mke mdogo alimuuliza kwa hofu, "Unaenda wapi usiku huu?" Thomas alijibu, "Kuokoa kilichobaki cha nafsi yangu." Alitoka huko, mke mdogo akishangaa, kisha akachukua simu na kumpigia yule mpenzi wake wa siri. Thomas alizunguka usiku mzima, lakini asubuhi alikuja moja kwa moja nyumbani kwangu akiwa na uso wa uchovu, lakini pia alionekana mwenye faraja. Nilimfungulia mlango, lakini macho yake yalionekana kuvimba kwa kulia. Thomas akanambia, Walikuwa sahihi, kila kitu nilikataa kuamini. Nilimwambia kwa upole, nilikupenda Thomas na bado naumia, lakini sitaki kuangamia mkononi mwa hila. Thomas alikaa chini akishika kichwa na machozi akimtoka, alisema Thomas, nimeishi kwenye giza nene, lakini sasa nataka kuona mwanga na mwanga huo ni nyie wewe na watoto. Nilimkaribia na kumpa kitambaa ili afute machozi. Wakati huo mke mdogo aliendelea kuzungumza na mpenzi wake, kama ameondoka na ushahidi, tumeumia na huna uhakika kama atarudi mdogo alijibu, sina lakini sitakubali kupoteza hivi hivi. Tutafanya jambo la mwisho la kufunga kabisa hii sura. Tulikunywa chai pamoja na Thomas. Watoto waliendelea kucheza na baba yao kwa utulivu ambao hawajauzoea kwa muda mrefu. Nilimwambia, watoto wamefurahi kukuona, hata hawajui kinachoendelea. Thomas alijibu kwa huzuni, na sitaki wajue wao ni sababu, wao ni, sababu pekee ya mimi kutamani kuwa bora tena. Nilimtazama kwa makini kisha nikamwambia lakini ukitaka kuwa bora usianze kwa kujificha nyuma ya sisi, kabiliana na kile ulichokijenga kwa uongo. Wakati naendelea kuzungumza na, na Thomas Mke mdogo alikutana na mpenzi wake na kuandika mpango mpya jinsi ya kumkomesha Thomas. Mpenzi wake alimwambia, "Tukimpoteza huyu mwanaume, kila kitu kitakuwa kimeanguka." Mke mdogo naye alijibu, "Hata kama atatoa video, hakuna atakayemwamini bila ushahidi wa kweli." Yule mpenzi wake akasema, tutengeneze mazingira ya kuharibu sifa yake, tumtie doa ambalo hata familia yake itamchukia. Mke mdogo alijibu, na nikishamalizana naye nitahakikisha hata huyo mwanamke wa kwanza acheki tena. Anataka kunionyesha kwamba yeye ni bora, subiri. Wakati wa jioni Thomas alitoka kwenda kutembea, lakini aligundua kuna gari linalomfuata polepole. Alipogundua gari linamfuata, alipaki pembeni na ile gari, baada ya kuona Thomas amegundua, liligeuza na kuondoka haraka. Thomas alifika kazini akiwa na wasiwasi. Alifungua ya laptop yake na kuanza kuandika ujumbe wa siri. Aliandika, ninao ushahidi wa hila dhidi yangu, nikiwa sipo, mpelekee mke wangu mkubwa, afahamu cha kufanya na baadaye nilipigiwa simu na rafiki yangu, nimeona kwenye mtandao kuna posti ya zamani ya aibu sana imevuja, inaonyesha kama alikuwa na kesi ya udhalilishaji miaka ya nyuma. Nilijibu kwa mshtuko, haiwezekani, hiyo kesi iliundwa, nani anaweza kufukua haya sasa? Wakati naendelea kuwa na mawazo huku mke mdogo alitabasamu kwa furaha huku ana scroll simu yake akiangalia jinsi Thomas akiangalia jinsi jina la Thomas linavyotajwa vibaya kwenye mtandao. Mke mdogo alisema kwa dharau, Karibu kuzama mume wangu, na nitakuwa mshiriki kwenye mazishi yako ya heshima. Thomas bado akiwa ofisini aliandika barua pepe zenye maelezo ya ushahidi, alihamisha video na sauti zilizorekodiwa kwa siri kutoka kwenye simu yake kwenda kwenye kifaa cha USB, huku akijisemea, kama hawataki ukweli, basi ukweli utaanza kuongea. Akiwa anamaliza, ghafla taa zilizimika, ofisi ikawa na kiza. Thomas alishtuka na kuchukua USB haraka. Taa ziliwaka tena na kumkuta mlinzi wa usiku akimtazama. Mlinzi alimwambia, samahani bosi, kuna shida ya umeme kwa muda mfupi, uko salama. Thomas alisema kwa wasiwasi, ndio, lakini sitaki kubaki hapa leo, nina mambo ya kufanya nyumbani. Nilipoamka asubuhi, nilikuta bahasha juu ya meza. Ndani kulikuwa na flashi barua pamoja na picha. Niliisoma barua ile na barua ilikuwa imeandikwa na Thomas. Baada ya kuvujisha video zile, mke mdogo alikutana tena na mpenzi wake pamoja na mtu fulani aliyedai anaweza kusaidia kufuta historia ya Thomas kimtandao. Mpenzi wake alisema, baada ya leo hata historia yake haitabaki salama mke mdogo kwa kicheko alisema na nitahakikisha anaondoka duniani akiaminika kuwa agari, na na halisema, ni mnyama Thomas alipokuwa ndani ya gari alikuwa anawasiliana na mtu wake wa siri. Huyo mtu alisema, nimesikia wanapanga kukumaliza kabisa kimwili, wamekupa deadline leo usiku. Thomas alisimamisha gari na kuvuta pumzi ndefu. Nilimpigia Thomas na kumuuliza, kama unajua yote mbona hukusema mapema? Thomas alijibu, nilikuwa mfungwa wa mahaba, nilikuwa mfungwa wa mahaba. Sasa nataka kuwa mpiganaji wa kweli. Nilikaa naye sebuleni. Thomas aliendelea kusema niliingia kwenye giza bila kujua nilimpenda, lakini sikuona kuwa anakitafuta kifo changu. Nami nilimwambia ulinidharau, ukaniita majina ya hovyo, ukanikanyaga moyo, lakini bado umekuja kwangu kutafuta mwanga. Thomas alinijibu kwa sababu najua wewe ndio nuru pekee iliyowahi kuwa kwa sababu najua na wewe ndio nuru pekee iliyowahi kuwa kwenye maisha yangu. Nilimwambia, tutamlipua, si kwa chuki bali kwa haki, na si kwa ajili yako bali kwa watoto wangu. Mke mdogo aliendelea kupata jumbe wa siri kutoka kwa mtu asiyejulikana, na kuambiwa kwamba Thomas ana ushahidi wote na yuko tayari kuuanika. Akasema kwa hasira, anataka kucheza mchezo wa mwisho, nitamtangulia mimi. Akakata simu, kisha akampigia simu mtu mwingine akamwambia, kesho asubuhi, simu, laptop, email zake vyote vitoweke na sitaki aibuke tena. Asubuhi inayofuata mimi na Thomas tuliingia kwenye ofisi ya mawakili na tulikabidhiwa barua rasmi ya kushtaki pamoja na ushahidi waliokusanya. Mawakili walisema kama huu ushahidi ni halali, tunaanza mchakato wa kisheria. Huyu mwanamke hataweza kuficha ukweli huu kwa muda mrefu. Ndani ya moyo nikasema huyo mwanamke hakujua kuwa amemchokoza mama aliyejeruhiwa. Lakini bado mke mdogo aliendelea kukutana na mpenzi wake hadi kwenye kona za vichochoro. Alikutana na mtu ambaye aliwapa kifaa, aliwapa kifaa cha kuchomea mtandaoni, hiki kikiunganishwa kwenye kifaa cha Thomas, historia yake yote itafutika. Yule mwanaume wake alisema hakuna cha historia wala kumbukumbu, ataanza maisha akiwa sifuri kama akibaki hai. Tuliporudi nyumbani, Thomas aliwatizama watoto wake wakiwa wamelala. Aliamua kujirekodi video yake ya mwisho kwa ajili ya kuweka hadharani. Thomas alisema kwenye video ile, nimekosea, nimejeruhi lakini leo nazungumza si kwa kujitetea, bali kwa kusema ukweli ambao unaweza kuniua, lakini hautoweza kuua dhamira yangu tena. Asubuhi nilimwamsha Thomas, akiwa na wasiwasi, maana niliona simu, laptop vyote havifanyi kazi na vyote vimevunjika. Thomas alijibu, labda wameanza kujaribu, labda wanajaribu kunifuta kabla sijasikika. Huku mke mdogo alipata tabasamu, huku mke mdogo akiwa na tabasamu, kauli ya mwisho ya Thomas itakuwa kimya milele na dunia haitejua chochote, tumeishinda hii vita. Lakini hawakujua mimi na Thomas tulielekea kwenye kituo cha redio tukiwa na flashi nyingine ambayo ilikuwa na backup ya ile video na ushahidi wote. Thomas alisema, hatutaweza kuzuia kilichoanza, lakini tunaweza kumaliza kwa nguvu. Wanahabari walipokea flashi ile dakika 15 baadaye, video ya Thomas ilianza kusambaa. Anaeleza kila kitu, mitaala, udanganyifu wa mke mdogo, mganga, mwanaume mwingine, na ushahidi unaoambatana na video na sauti na vielelezo. Watu waliguna, wengine walilia, na ilikuwa gumzo la taifa. Mke mdogo alipokea simu zisizoisha, nyingine alikata na nyingine alipokea na zile ambazo alizopokea alijitetea, kwa kusema ni uongo, ni chuki ya ndoa tu, si kweli. Lakini video zinaonyesha picha zake akiwa kwa mganga, video zake akiwa na mpenzi wake wakibosiana. Alimpigia mpenzi wake, na mpenzi wake alisema hii imeshakula kwetu. Polisi waliwasili, alipo wali mpenzi wake, walimkamata pia. Walienda kwa mke mdogo pia naye walimkamata mimi nilibaki kuwakumbatia watoto wangu thomas alikaa mbali akijua bado ana deni la hisia thomas kwa unyenyekevu aliniambia kama utanisamehe au la nataka uwe huru na watoto waishi katika mwanga wa kweli mimi sitarudi kwenye kiza lakini nitakusaidia kuona mwanga huo ukiwa mbali nami Nilimwangalia kwa huruma. Mwaka mmoja baadaye, mke mdogo alihukumiwa kifungo cha miaka 15 kwa njama ya utekaji, taarifa za uongo na ulaghai wa mali. Mimi na Thomas tulihudhuria kesi hili mpaka hukumu ilipotoka. Baada ya hukumu, siku moja Thomas alikuja nyumbani kwa surprise akiwa na zawadi ya kuzaliwa ya mtoto wake. Ilisikia sauti ya mtoto wangu wa kiume ikisema, baba usiende mbali tena. Thomas alitabasamu kwa uchungu na tumaini, akiwa amejifunza alijisemea kimoyomoyo, nilipotaka kuwa na vyote viwili, nilikaribia kupoteza kila kitu lakini ukweli ndio ulibaki kuwa zawadi ya mwisho, na huu ndio mwisho wa simulizi yetu pendwa ya Alikuwa na Mke Mwingine. Tukutane tena katika simulizi nyingine zinazoendelea. Na kama hii ni mara yako ya kwanza kushiriki nami katika simulizi hizi, basi usisahau kusubscribe, kulike, kucomment hata na kushare. Hakika tuna mengi ya kukuhadithia.